Sana sana kama jamii wa huku maeneo ya bahari tulio chini huwa tunapanda juu, maanake kuna kipindi nambo, kuna kimbunga, kwa hivyo wanaokuwa wako karibu na bahari waondoke. Mikoko hapo nyuma ilikuwa mingi tu zaidi, lakini wananchi walikuja wakafikia wakati wakawa wameingilia kwa kuikata, ndio maana tukatengeneza kikundi hichi kuhamasisha jamii. Katika mtaa wa mabanda wa Bangladesh, ulio katika kaunti ya Mombasa, simulizi ya mabadiliko chanya inaibuka kupitia jitihada za jamii ya kipato cha chini kujenga ustahimilivu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabianchi. Hapa changamoto za maisha ya kila siku ukosefu wa ajira, makazi duni, ukaribu na bahari na mabadiliko yasiyotabirika ya hali ya hewa zimegeuka kuwa sababu ya wananchi kuungana, kujifunza na kuchukua hatua za pamoja. Kupitia vikundi vya kijamii kama Tulinde Mikoko CBO, wanawake, vijana na wazee wanaonyesha namna maarifa, mshikamano wa taarifa sahihi za hali ya hewa zinavyoweza kubadilisha maisha na kulinda mazingira wanayoyategemea. Jina langu kamili inaitwa Hamisi Fondo Biria. Sisi sote tumeweza kuzungumza kama wanachama kwamba tunaiweka kipaumbele haswa hiyo nukta ya kwamba, uh, habari inatolewa na utabiri wa hewa unatajwa. Kwa hivyo lazima sisi tuwe makini zaidi vilevile vile. Pia tuna mashirika kama vile Kenya Red Cross, eh, ambao kwamba huwa wakati mwingi wanatupeana alerts wakati kama kuna jambo ambalo kwamba linaendelea. So, unakuta Red Cross wakati wametuma alerts zozote ambazo zinahusiana na swala lolote na na bahari, sisi ile tunachukulia kwa uzito zaidi. Kuhakikisha kwamba uh, kufikia hapo sisi tuna carry on tuna take over kuona kwamba tunatekeleza ile alati ambayo imetokelezea ama imetajwa. Mbali na upanzi wa mikoko na kulinda mazingira, lazima wananchi tuwahamasishe, haswa kama hii, ya juzi, tuliambiwa kwamba kuna kimbunga inakuja imetokea maeneo ya, ya, uh, huyo mambo na Mozambique, sijui pande gani hiyo ikasemekana kwamba inakuja maeneo haya. Sisi tuliposikia hizo habari, moja kwa moja tunaingia kwa wananchi, haswa wale ambao kwamba wanaishi haswa kando kando ya bahari, huwaendea kuwapa ujumbe na kuhakikisha kwamba wanapata hiyo elimu ya kwamba ni nini kinakuja. Kujiweka tayari ama kujiweka sawa sawa ili hali wajilinde. Tofauti na awali, viwango vya uelewa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa kuhifadhi mikoko vimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa sasa wanajamii wengi wanategemea utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa idara ya utabiri wa hali ya hewa humo nchini, huku ujumbe hizi muhimu zikifikishwa kwa wakati na mashirika kama vile shirika la msalaba mwekundu na vitengo vya kusimamia fuo za bahari BMUs na hivyo kuwawezesha kufanya maamuzi muhimu msimu huu wa mvua za vuli. Mabadiliko yako mengi, wananchi wetu uh, wameweza kuendana na mfumo wa hali venye iko na pia hizi habari ambazo kwamba zinakuwa zikikuja zimekuwa zikiwasaidia wale wananchi wetu kwamba wana, kila wakati wanakuwa makini katika hali ya ufuo wa bahari. Hapo nyuma ukiangalia, kuna watu ambao kwamba walikuwa wanakuja kuvua samaki ama wanakuja kuogelea ndani za bahari lakini katika kuogelea huko uh, wanaogelea pasi na kufahamu chochote. Lakini wakati wanakuja lakini tumewapa kwamba tumewapa tahadhari ya jambo fulani, basi wale wanalichukulia kwa uzito na inatusaidia. Wakati ule kulikuwa kuna hata unakuta watoto wanabebwa na maji, watoto ama mzima anabebwa na maji, anasombwa na maji. Ni kwa ajili ya nini? ni kwa ajili ya nini? Hawana habari. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu kwa sababu katika mwendelezo huo wa kuweza kuhamasisha imetusaidia pakubwa. Sasa hivi visa kama hivyo si rahisi. Vincent Wanyonyi mkazi wa eneo hilo na mwanachama wa Tulinde Mikoko CBO anaeleza namna taarifa za hali ya hewa zinavyoathiri maisha yake ya kila siku. Kama mimi kuna siku kulikuwa na upandaji wa mikoko huku sehemu za barini, serikali ilijitolea li akuwa inaandika watu kazi kupanda miti huko barini, watu wengi walidharau wengine walisema kuna matope huko hawezi kanyaga matope au kujua kama pia ina umuhimu. Mimi tukuja, tukafanya kazi tukafanya kazi tukafanya kazi kama wiki nne, after hapo tukapata pesa. Ile pesa ilinisaidia, nilienda nyumbani nikaanzisha biashara. Kama mimi sahii na kibanda cha mboga, nanunua mboga Kongowea narudi, kutokana tu na hii upandaji wa miti nilijitolea. Wengi walidharau lakini mimi mwenye nilichukulia, nilichukulia kama umuhimu. Anasema kabla ya kujishughulisha na biashara yake ya kuuza mboga za majani Kongoea, huwa anafuata taarifa saa tatu usiku ili kufahamu kama kutakuwa na mvua au upepo mkali. Hili anasema namwezesha kujipanga atakavyovaa, muda wa kusafiri, na hata ratiba yake ya kila siku kulingana na utabiri huo. Mimi naendaga Kongoea kutafuta mboga sasa, nikisikiza kama taarifa kama kesho mvua itanyesha, nitakuwa nimejipanga nimevaa gambuti nimevaa nimebeba umbrella naenda zangu Kongoya, maana pia kule Kongoya kuna matope kule na tomato vile zimekanyaga kanyaga, uchafu ni mwingi. Kwa hivyo kupitia hiyo taarifa ni muhimu, maana inanisaidia nikitoka nyumbani nimejipanga, najua saa ngapi mvua itanyesha, kama itanyesha pia ndio nitakuwa nimejua. Vincent anasema kuwa upandaji wa mikoko pia umemsaidia kupata kipato cha muda kupitia kazi ya uhifadhi, kipato ambacho kimemwezesha kuanzisha biashara yake ndogo ambayo sasa ina mudo kwujikimu. Kwa upande mwingine ya simulizi Kazungu inadhihirisha safari ya mageuzi kutoka mazingira magumu hadi kwenye fursa mpya. Sana sana kama wanajamii wa huku kwetu, hususani maeneo ya bahari, tukipata tahadhari zile huwa tunajitahadhari kabisa, tulio chini huwa tunapanda juu, maanake kuna kipindi namba kuna kimbunga, kwa hivyo wanaokuwa wko karibu na bahari waondoke, kwa kuhofia maisha kidogo tunapanda juu kwa kuangalia maisha. Lakini sasa utakuta tunaambiwa namna ile, lakini haikuji kutokea. Sasa utakuta sasa kuna nyumba zingine zimezidi kushuka hadi chini kabisa, manake wakiangalia kidogo huku nako miti kama vile hao wanashirika venye wanaendelea kupanda miti imeweza kuleta mandhari mzuri, kunakuwa na ubaridi, upepo mzuri. Sasa unakuta kule juu wakati kumewaka jua ukali, unakuta sasa watu wanazidi kusongelea haya maeneo ya bahari. Kazungu ambaye amezaliwa na kukulia hapa Bangladesh anasema kuwa awali alitegemea ukataji wa miti kujikimu kimaisha. Binafsi kwanza, nimekuwa mkataji wa miti, hilo ni jambo la kwanza. Maana nimekuwa mkataji wa miti, maana mimi naishi katika vitongoji duni, na hizo miti ndo zimekuwa kama chanzo ama nini, chanzo cha ujenzi. Aya, imekuwa pia ni soso firewood, tumekuwa tukizitumia sana. Sasa nimekuwa nikikata kwa ajili ya kupata kupata pesa pesa kuuza na kukata kwa ajili ya kupata pesa, kujenga. Miti ndiyo iliyotumika kama kuni, mbao za ujenzi na bidhaa za kuuza ili kupata kipato. Baada ya vikundi kama Tulinde Mikoko CBO na mashirika kama Big Ship kuanza hamasisho la kulinda mazingira, mwelekeo wake ulianza kubadilika, kama anavyoeleza. Shirika la Tulinde Mikoko, nikajua pia kwamba kuna shirika lingine ambalo pia lipo pia nilakusu, ni la kuhusu kutunza mazingira, hiyo ni Big Ship. Ee, naona kwamba sasa yamejiingiza ndani kufikia wananchi wale wa chini na kueneza umuhimu wa miti, upanzi wa miti na kutunza mazingira hivi. Ee, naona kwamba nimeweza kusaidika baada ya kuambizwa kwamba kuna hii miti inafaa kupandwa, inafaa kutunzwa. Nimeweza kufaidika, maana sasa nimetoka kwa kipindi cha kukata miti nikaingia kwa kipindi chingine cha uvuvi sasa wa samaki na naona kupitia huu upanzi wa miti kidogo mandhari ameweza kuonekana ya, ya ya, kupendeza. Haya, na pia baridi kali haitupati kwa sababu miti nayo inaendelea kukua, inazuia ule upepo mkali, na pia samaki wanapatikana baharini, manake wakati miti itapokuwa imepandwa kwa wingi hivi, nakuta sasa ndio mahali samaki wanakuja kutega mai yao, wanazaana pale. Na sasa wakizaana pale kuonesha, sasa sitaenda umbali mrefu wa kwenda kutafuta kuvua ntaweza kukua tu maeneo ya hapa karibu na bado nitapata chakula. Alifundishwa thamani ya mikoko kama kinga ya mnyoko wa ardhi, makazi ya viumbe na chanzo cha uvuvi endelevu. Kwa kweli tumeona, hata mimi nikua mmoja wao, huu upanzi wa miti wenye unaendelea umeweza kuleta manufaa. Una manufaa mengi, hewa tunapata safi, baridi kali haitufikii kule manyumbani kwetu, manake hizi pia ni windbreaker. Kama windbreaker wakati kumekuja baridi kali, zinazuia . Aya, tukiangalia manufaa mengine, kama sisi uchumi samawati wa uvuvi wa samaki hii miti inapoendelea kujazana hivi, tunaweza kupata kwamba kuna samaki, kuna wale wanyama wengine wengine wa bahari wanakuja wanapata mahali wa kuzaana. So wakija wakijificha mahali kama hapa, wakati kumejaa miti, wakizaana na sisi tunazidi kupata, tunazidi kupata ule mkate wetu wa kila siku, maana wakija wakiweka makao yao hapa, wamezaana wamekuwa wengi, na sisi tukiingia kwenda uvuvi naona kwamba tunapata sasa ni ni, ni, yani ni kuwahimiza tu wakati kwamba kuna zoezi kama hili wajitokeze kwa wingi, tunashirikiana na wakati pia unafanya zoezi zoezi kama hili huwa hatutoki bure hawa wanachama. Kuna venye wao wanatuangalia, ukitoka hapa una mkate wako pia. Sasa inazidi kunkarejea wanakijiji kwamba kwa ah leo kuna upanzi wa miti ah, namna gani watu wanajitokeza kwa wingi maana kuna mkate wa kila siku, na pia tuendelea pia kulinda mazingira. Hamisi Fondo ni mkazi wa eneo la Bangladesh na mwanachama wa kikundi cha jamii cha Tulinde Mikoko CBO kaunti ya Mombasa. Kikundi hiki ambacho kilianzishwa mwaka 2020 na watu 17 kililenga zaidi kukabiliana na uharibifu wa mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kusaidia kupambana na ongezeko la joto duniani kupitia upandaji miti. Ukiangalia uh, katika Bahari Hindi, mikoko iko mingi. Hapo nyuma ilikuwa mingi tu zaidi, lakini wananchi walikuja wakafikia wakati wakawa wameingilia kwa kuikata, na katika hali hii ya kuikata mikoko ndiyo ambayo kwamba ilituchochea sisi kama Tulinde Mikoko wanachama tuje tuangalie ni kwa nini hawa wananchi wanakata hii mikoko, na kwa sababu ya kukata hii mikoko ni vipi sisi tunaweza tukaingilia. Ndio maana tukatengeneza kikundi hichi ambacho kazi yetu kubwa sana sana ni kuweza kuhamasisha jamii. Kwanza tunawahamasisha kuhakikisha kwamba tunawaelezea umuhimu wa mikoko haswa katika hali ya kulinda mazingira. Kufikia sasa kikundi hiki kimepanda takriban mikoko laki tatu na shughuli hizo zinaendelea kupanuka huku wakihakikisha miti iliyopandwa inalindwa ipasavyo. Lakini kazi hii wanaifanyaje kuhakikisha wanajumuisha kila mmoja? Vijana tumeweza kuwahusisha kwanza kuwakaribisha katika kikundi chetu wawe members. imefika wakati mpaka tukafungulia milango katika kikundi chetu Tukasema ya kwamba, wale vijana, mbali na kwamba katika kuingia kuna kiingilio cha fedha ambayo registration fee tuliweza kuwaondolea vijana kusudi waweze kufeel kwamba kuna umuhimu, na ndio maana kwa sasa hivi tumeregister wana chama wengi zaidi. Mpaka sasa hivi vijana tuko nao katika kikundi chetu out of 43 sasa hivi tuko na almost uh, tuseme kama ukiangalia katika rekodi zetu tuko na 16 youth ambao wako pale, na tunashukuru sana wanafanya vizuri. Ni vile tu vijana pia wana changamoto zao. Vijana wao wakija pale wanahitaji waone tayari matunda, ambao sasa hiyo ndio inatupa changamoto kabisa. Wao watakuja wasipoona matunda ya haraka, wengine wanarudi nyuma. Sasa inakuwa ni kazi ngumu kwetu kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kuhamasisha na kuweza kuwaelimisha, tukae pamoja na wanawake pia vilevile. Kikundi chetu tunashukuru kila ambaye kwamba ni mwanadamu amekuja pale, tunamruhusu na tumeweza kuendana na jenda balansi zote ambazo tuko nazo, wanawake, wazee, vijana, sote tukopate na sote tunafanya kazi kwa ushirikiano. Ushirikiano kati ya Tulinde Mikoko CBO na wadau wakuu wa mazingira umeendelea kukua, hususan huduma ya misitu humu nchini KFS ambao ndio waelekezi wakuu wa shughuli zote za upandaji na ulinzi wa mikoko. Kila hatua kuanzia maandalizi, kuomba ruhusa, hadi siku za upandaji hufanyika kwa ushirikiano wa karibu na KFS, ambao hutoa mwongozo na usimamizi wa kitaalamu. Vilevile, kikundi hiki kinafanya kazi kwa karibu na vitengo vya usimamizi vya fuo za bahari, yaani Beach Management units, katika maswala ya usalama wa bahari na uvuvi endelevu. Ushirikiano huu wa wadau umekuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha kuwa taarifa za hali ya hewa, mabadiliko wa tabia nchi, mawimbi makubwa na tahadhari muhimu zinawafikia wakazi wa Bangladesh wanaoishi karibu na bahari kwa wakati na kupitia njia wanazoweza kutumia kirahisi. Shirika la Msalaba Mwekundu limekuwa mshirika muhimu katika misimu tofauti tofauti, kupitia majukwaa ya kijamii, mikutano ya vijijini na mitandao ya kidijitali wanajamii wanahamasishwa lakini pia wanapewa jumbe za tahadhari za mapema kuhusu uwezekano wa mafuriko, upepo mkali na athari za baridi kali, kama anavyoeleza Aisha Al Husseini, mratibu wa Shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Mombasa. Eh, sisi kama Msalaba Mwekundu tumekuwa tukisensitize community. So usually when we get the alert through the KMD, huwa tunaita stakeholders ambao tunawasensitize stakeholders and from those stakeholders we usually have community leaders that are there that those are the community disaster committee. So Kenya Red Cross sisi tuko na vipengee karibu for the all wards, that the 30 wards in Mombasa tuko na hizi structure za community disaster committee. Hawa ni wanakamati wa vijijini ambao wanasaidia kupigana na any disaster ambayo itatokea mashinani. So huwa tumewafanyia registration through the chief where the chief anakaa kama patron na wanakuwa more than 30 members Uh, in each of the wards. So we have in all informal settlement we have some and I think it's the whole of Mombasa that we can say we have so from all the six sub-counties, we have 30 uh, community disaster committee. Ambao wanakabiliana na majanga mashinani so tukipata any alert sisi tuko na group zetu na wao huwa tunawatumia other than that we call them also

kwa wanaoishi katika maeneo mabanda kama Bangladesh, taarifa hizi ni muhimu sana katika kupanga usalama wa familia biashara na shughuli zingine ambao wa pwani for us as Kenya Red Cross eh, uh, one of our pillar on strategic it is building community resilience so this is what we are doing with them the community we have they have been able to come up with the, the hazard mapping themselves even plan activity for themselves so they know on weekly basis or on monthly basis what are they able to do at the end of the day we don't have to be

unajua umuhimu wa mangroves zenye ziko kwenye environmental and climate. Hata hivyo, changamoto bado zipo. Wanachama wa Tulinde Mikoko CBO wanasema kuwa wanahitaji kuungwa mkono zaidi kifedha ili kuendeleza malengo yao. Wanasema kuwa kuna fedha nyingi zinazotolewa kwa maswala mabadiliko ya tabia ya nchi ambazo zinaelekezwa serikalini, lakini hazifiki moja kwa moja kwa watu wanaofanya kazi za msingi mashinani. Kitu cha kwanza tunakitaja hapa ni empowerment. Sisi tunawaka, tunawaka kwa jamii, tunafanya kazi na jamii na hawa jamii ambao tunafanya kazi, kumbuka ni gharama. Na hii gharama ndio ambayo kwamba inatusababisha sisi wakati zingine tunashindwa kutimiza majukumu ama malengo fulani kwa hivyo ni serikali kuu, serikali ya kaunti, mashirika iweze kutusaidia sisi katika upande wa fundings, katika upande wa empowerment mambo na elimu, kuweza kutujengea taswira ambazo kwamba zitakuwa zinatusaidia sisi, angalau the vision 2030 tuweze kuiangazia. Je, tutaifikia aje? Hapo lazima tupate kushikwa mkono, tuungwe mkono. Hii mikoko tunayoipanda hapa inahitaji kununuliwa. Hii mikoko tukipanda hapa ikikaa bila kununuliwa ina overgrow. Iki overgrow, ni hasara kwetu. Inafika mahali eidha tuiache kwa bahari ikiendelea hivyo, ama tuidonate mahali ikapandwe bure, ambao sisi lengo letu tunapanda ile mikoko hizi tupate kipato cha cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, chetu kama wanachama, lakini sasa kama hatutapata uungwaji mkono hatutanunuliwa, basi tunapata hasara. Kwa hivyo sisi tunachokitaji ama tunachokiomba kwa haraka pesa kuna pesa nyingi grants ziko katika county, grants ziko katika serikali ambazo zinahusiana na mambo na climate change. Moja kwa moja, na kila hatua ambayo kwamba inatakikaniwa katika dunia hii. Na Kenya hii lazima iende juu, lazima tushikwe mkono. Pamoja na changamoto hizo, matumaini bado yapo. Mwanzo mpya unaonekana bayana katika mtaa huu wa mabanda wa Bangladesh, ambako umoja na uelewa umeleta mabadiliko ya kweli. Kutoka kwa wanawake wanaopewa elimu ya biashara, vijana wanaojifunza kutetea mazingira, hadi wazee wanaoshiriki kupanda mikoko, kila mmoja anaamini kuwa mustakabali wa jamii yao unaweza kubadilika wanapopewa taarifa sahihi na msaada wa kutosha. Naona imekuwa kidogo upande wa wa habari saa zingine zinatukanganya, zinaleta kidogo nakuwa na sintofahamu, kama vile tunaweza kutabiriwa kwamba kutakuwa na baridi kali, kutakuwa na mvua kubwa, kutakuwa na taua eh, vitu kama hivyo, kwamba tusiweze kusonga karibu na maeneo ya bahari. Lakini ukiangalia kama mimi, chakula changu, cha kila siku au mkate wangu unatoka baharini. Sasa wakati nitaambiwa kwamba kutakuwa na upepo mkali, sipaswi kuwa baharini, kutakuwa labda na vitu kama vile na jaribu, tunajaribu kuchukua tahadhari ndio, lakini sasa unakuta saa zingine haiendani sawasawa na makadirio yao ama ma, wanavyopanga wao kwamba kutakuwa na baridi kali tusisonge baharini kutakuwa na kimbunga. Sasa unakuta wakati wamesema kama vile labda kutakuwa na vitu kama hivyo tusisonge kwa bahari, maeneo ya bahari, labda kwa siku tatu ama ni wiki, na sisi wakaazi wa huku maeneo ya huku baharini haswa tumetegemea uchumi samawati kama sisi wavuvi tunategemea tuingie baharini tupate chochote kitu, ndio tuweze kwenda kuangalia familia zetu, inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo hapo kidogo wana habari ama wale wanaotoa habari zile, kidogo kunakuwa na utata, utata ambapo sasa utakuta leo tumeambiwa namna hiyo, tutajitahadharisha. Kesho tutambua namna hiyo, tujitahadharishe, lakini siku ya tatu tutambua namna ile. Binadamu ni yule yule maanake, pale ndo kunatoka mkate wake imekuwa mara kwanza haikutokea, mara pili kutokea. Nyini, kama mnachezeana na hapo ndo natoa unga sasa. Sasa utakuta wakati kama vile tuta ignore, wakati sasa ndio utakuja kutokea alafu inaweza kuleta maafa. Majina yangu kamili, naitwa Peter Nyongesa Simiu, ni mkaazi wa hapa Bangladesh, na kikundi ambacho nasimamia ni Tulinde Mikoko, na sababu ya kuanzisha kikundi hichi ni kwamba miti hii ilikuwa inakatwa tukaona kwamba njia moja ya pekee tunaweza kufanya ni tuanze na kupanda mkoko na ndiposa tulipoanza hii tukaikabidi, sasa tuhamasishe wanavijiji tuwajulishe umuhimu wa kupanda mikoko. Kitu cha kwanza kilisababisha pia ni kwamba wakati napokuwa mikoko imekatwa huwa samaki wanapungua. Unaona, sasa napokuwa tumepanda hiyo mikoko samaki wanakuja kupata chakula hapo. Na pia anaweza kusaidia hapo na inakuwa ni sehemu nyingine ambapo ni rahisi kupata samaki. Pili, sehemu nyingine pia kuchangia kuweza kupata crabs. Wanapatikana hapo na kwa mikoko pale. Kwa hapo tukawa tumepanda pia huo mkoko unachangia kusaidia wakati ambapo wa momonyoko kati udongo umetoka kule mwingi baada ya ujabarini. Hii mikoko inazuia kwa mzi. Sasa ndachangia mnapokuwa mmeipanda, inakuwa kwamba ule udongo kitusunua kama hu ambayo tumesimama hu, huu udongo si wa hapa, ni wa chuu, na ambavyo vile tumeasumana, tumetoka ndani tunaanza kupanua ili kwamba tuhakikishe kwamba hii mikoko imezuia udongo wapi huku chuu, na ndio sababu tumefanya. Sasa kwa hivyo, wenyeji wapa Bangladesh ndategemea sana hii mkoko wenyewe, wenyeji wapa Mombasa, ndi dawa ya kienyeji mkoko na ni muhimu sana na mkoko huu umechangia kama sisi wanalinda mikoko CPO tunasahi, tuna, tuna mizinga ya nyuki hapa ndani ambapo pia inasaidia kuwa askari wetu wa kulinda mikoko. Kwa ujumla, hadithi ya Bangladesh ni ushahidi kwamba hata katika mazingira magumu, jamii zikipewa nafasi, taarifa za hali ya hewa, elimu na no ushirikiano zinaweza kuwa mstari wa mbele katika kulinda mazingira na kujenga ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabianchi. Msimu huu wa mvua za vuli umeonyesha kuwa nguvu ya maarifa na jitihada ndogondogo za kila mwanajamii zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika mazingira na maisha yao. Mimi nimekuwa msimulizi wako Francis Ngala. Hadi wakati mwingine.